Mtazamaji, mwanafunzi wa gredi ya pili katika shule ya msingi ya Lenana jijini Nakuru amefariki baada ya kusombwa na maji alipokuwa anatoka shuleni jana jioni. Familia ya mwanafunzi huyo, Glen Karanja, ilikuwa inamsubiri nyumbani walipofahamishwa kuhusu tukio hilo. Miriam Nyambura anaarifu. Mvua kubwa ilionyesha Jumatano jioni imesababisha maafa ya mwanafunzi mmoja wa gredi ya pili. Glen Karanja aliteleza na kuanguka kwenye kidimbwi cha maji alipokuwa anatoka shuleni. Mtoto wangu ananiambia wamejaribu kumfuruta wakashindwa kumfuruta, ndio ingine wakaona kidogo tu hivi ndio wakaona akitembea na maji, sasa so ninasikia niko chini sana just tu kukuwa tunajua kutaenda hivi. Priscilla Karanja, mamake mwenda zake, anadai kuwa mwanawe alitoka shuleni saa tisa unusu na wenzake, mvua kubwa ilipokuwa ikinyesha. Nimepigiwa simu nikiwa hapa, nikaambiwa mtoto, niharakishe mtoto, amenyeshewa sana. Sasa kufika pale Jackson, nikakutana na watu wengi sijui wanasema mtoto, kuna mtoto ameenda na maji ametolewa hapa kama amekufa. Mwili wa Karanja ulipatikana mita chache kutoka eneo la tukio. Maafisa wa usalama walifika eneo la tukio na kusafirisha mwili wa mwanafunzi huyo hadi makafani ya hospitali ya rufaa ya Nakuru. Aa, watoto wamelilizua wakienda shule, ndio huyu mtoto akienda nyumbani akapata na, na ajali. Miriam Nyambura, runinga ya Citizen.